Karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa zetu. Miaka sita kwa Daktari Hamisi Kote Ali kutembea bila viatu, baada ya kugawa viatu vyake kwa familia na marafiki, huku akiwa na ufahamu kuwa kuna manufaa ya afya ambayo huwezesha viungo vya mwili wa binadamu kuimarika. Kadhalika yeye huzuru kwenye mataifa mbalimbali mbali bila viatu, akiwahimiza watu umma kutumia muda wa dakika kama ishirini hivi ili kuimarisha afya yao ya mwili. Miaka sita iliyopita, mtafiti na pia daktari wa mifupa aliepuka kuvalia viatu kutokana na maumivu yaliyompata kwenye mguu na kumnyima usingizi. Kwenye, kwenye kidole changu kidogo cha mguu hichi, hichi. Kukatokea <coughs> eh, kama mguaruzo vile na kiatu wanaita corn. Hiyo ikaanza kunipea uchungu kwa mgongo. Ah, na mimi ni daktari nikatibiwa, nikatibiwa, inapona inarudi, inapona inarudi. Nikasema vile nimeamua nitakuwa nakanyaga chini kidogo, masaa madogo. Sasa nataka kukanyaga chini kabisa, na nilipokanyaga chini kabisa nikatoa viatu kabisa, kamaliza mwezi wa kwanza, mwezi wa kwanza mgongo kaacha kuuma. Mwanzoni, jamii yake ilimchukulia kuwa huenda alipatwa na matatizo ya kiakili baada ya kukamilisha masomo yake nchini Amerika, wengine wakimdhania kuwa anatumia dawa za kulevya. Wakati huo alipoteza marafiki akionywa kuwa mkewe angemhepa pia. Sitembei kwa mguu chuma nifurahishe mtu yeyote natembea mguu chuma niridhisha nafsi yangu. Hii yote ni kujifanyia mimi mwenyewe. Sitaki umaarufu, sitaki hakuna sitaki, hakuna kitu, kitu kama umaarufu. Nataka sitaki nataka kujisaidia afya yangu na nifunze mtu mwingine yeyote ambaye angependa kusaidia mwili wake kulingana naye. Kuvalia viatu kuna manufaa ya urembo na kuzuia ajali, ila haijamzuia kusafiri kwenye mataifa ya nje. Niliamua kwenda kutoka mahali kunaitwa Sin City, mahali dhambi, city yaani city ambayo ni ya dhambi, ambayo ni Vegas. Ni ambao ni kwenye desert na ni joto sana. Ah uh, ilikuwa joto kama <laughs> kama nyuzi ngapi? Kama nyuzi 47, 48. Nilienda huko barefoot nilikuwa nataka kuona, je, miguu inaweza? Nikamaliza hapo, nikapanda ndege nikaenda Dubai. Miguu chuma pia, kulikuwa ilikuwa joto ajabu. Nilikuwa nafikiria pia miguu inaanza bambuka. Katoka hapo nikaenda mpaka Saudi. Hatua hiyo imechochea wafanyakazi wake kwenye kituo cha The Human Garage ambao hufika kwenye lango kuu huvua, huku wakiepuka ajali. Hapa ndio unaona ninazunguka bila ile fimbo yetu nyeupe ya watu wasioona wa. Kwa hivyo pahali ambapo siko shua siwezi tembea lakini mahali niko sure na ninajua pako safe. Anadai kuwa utumiaji wa viatu kwa muda mrefu huchangia maradhi ya viungo vya mwili akihimiza umma kutumia dakika ishirini kila siku kutovaa viatu kwenye kwenye mguu. Huku kuna maso ndogondogo kwenye miguu, kuna maso vimaso vidogo vidogo. Hizi vimaso vidogo vidogo huwa vinakuwa weak, vikikuwa weak basi hua inafanya weak, magoti pia inakuwa na weakness inafanya Mgongo inakuwa na weakness. Viatu alivyokuwa navyo miaka sita iliyopita vikichukuliwa na marafiki. Alisema kutembea mguu chuma usaidia mwili kupata nguvu zaidi. Frida Okachi, NTV. Unaweza tembea bila viatu. Nafanya hivyo kila siku mm, ndio maana nasema vile viatu vyenu vyadunga nkuchoche, mm -hmm. mwachane navyo kuanzia leo. <laughs>